Habari, naomba niweke buku ndo unipe namba, au nadumgiza kwenye kibubu eh? Nakupa, ngoja nitafuta, labda nataka kutoa shilingi ngapi? Milioni mbili kila line tofauti. Kwa hiyo hela kwa wakala wa karibu hapa, labda uende ATM. Mimi sina fodi hata milioni mbili spati, labda utoe nikupe. Kibanda changu mimi nitoe vitu. Hebu nitajie namba na wewe. 0611 43 20 20, jina Viki. Sasa habari kama yuto Viki, kina Viki unakuaga wazuri balaa <coughs> Jina, <laughs> jina lako nani, mlembo A? Na kibibi, <laughs> jina. Ah, naitwa kibibi. Mbona kibibi bwana asula nini jamani? Nitoleeni ingono mbele ya duka langu, sogeeni pembeni huko, kaeni karibu na barabara mpitiwe, mpeleke uzinzi wenu mwimbili, twende kusindikiza mama mtu. Masikini kibibi wa watu, maji mara moja! Huyu ana deti na chochote cha kiume, hata nyau Baba shikamoo kuna elfu nne unatoa shilingi ngapi? Elfu tatu. mbona mm, siku hiyo umetoka elfu mia tano? Kumbe kumbukumbu unazo alafu unajifogetisha. Haukumbushe nani? He, wewe mzee vipi kwani sikazi yako? Mbona makasiriko? Na ba kutolea ni ya juu? Tolea yote takao kubali. Ya juu ya chini. Zote ni nguo za ndani chagoe takao kufaa. Kwa naongea na mimi au? Kwa nini unaongelesha mimi au nani? Ndio natoa. Utoe nini damu hai? Unatoaga mara ngapi mpaka leo uanze kunuliza uza maswali? Namba huijui. Na salamu zako kama ushaiona kwenye picha za baba yako za udogoni, nimembeba shikamoo ya herufi kubwa. Kuzeshana tu kumpeleka mbinguni, kufa mapema niende wapi ulipo nijengea tanguni. Kujua unajai kutoa hata 10000 musha elfu sita unauza ubuyu kwa njia ya message, toa herufi tatu yako, nenda kahemea mapera ya kila siku. Unakuja unapita na mapera kama una mimba ya mkulima, kunipa tu salamu za ajabu ajabu na na kuulizana maswali, maandishi makubwa kabisa. Ni namba hilo? Ni jina hilo bado unataka kuniuliza hapa, utoe utoe nini? mimba au? Ah, nishatoa jina la laini lenyewe sola kwako, alafu nalinga mjini, huwa namba ya nida, ngoja nikupe hela yako ya ndagu, uondoke. Utoe shepu hiyo kama jiko la mkali, e, pasuka mara mbili au kome. Kuja kuniuliza uliza maswali, mimi na manamba kati yanaonekana.